Hivi unajua kwamba hapo hapo ulipo ukisoma Suratul Fatiha alhamdu mara tisini na tisa kisha ukaenda kuomba kazi sehemu utapata. Hivi unajua kwamba ukiyataja majina ya Mwenyezi Mungu mawili ya majina haya mawili ya, ya Mwenyezi Mungu katika siku ya Ijumaa baada ya swala ya Ijumaa mpaka kipindi cha inaingia salatu lasri mara eh, mia saba themanini na sita ya razaku ya latifu siku hiyo kabla jua halijazama utapata riski katika njia usizozitarajia. Hivyo unajua kwamba hapo ulipo una wasiwasi mwingi sana, ukisoma suratu Nasi, kul audhu birabi nasi mara tisini na tisa, wasiwasi wako utakata hapo hapo. Hivyo unajua kwamba ukisoma aya ya tano katika surati Iqra Alama alinsana ma lam yaalam, mara ishirini na moja, kisha ukaingia darasani siku hiyo, hata kama somo litakuwa gumu kiasi gani, utalielewa na utalikumbuka. Naitwa Sheikh Sharif Said John. Assalamu alaikum.